Sasa ukiona mtu anakwambia uh, kwamba oh, sijui sisi wa Kristo, sisi wa Waislamu, muangalie kwa jicho la hatari. Mtu akikwambia sisi Watanganyika, sisi wa... muangalie kwa jicho la hatari, na haki ya Mungu nakwambieni, hii kauli yangu ya mwish Nikielekeza mambo haya ya kipumbavu. Nendeni mkaangalie Rwanda ya mwaka 93. Walikuwa na watu wamekaa kama majirani miaka ishirini, wamekaa pamoja, lakini vita ilipoanza wakaanza kuuana wow. Tunatazamana tunaombana maji na chumvi, lakini sio tuliuana wai wow. Sasa wow. wow. wow. na huko mashuleni Watanzania tumejenga kawaida ya kukaa na kusoma wote. Mimi nimesoma na Watanzania tangu primary mpaka vyuo vikuu vya makabila yote, na huu ndio umoja wa Watanzania. Na mimi sijawahi kumwangalia mtu nikasema huyu rafiki yangu kwa sababu mchata, huyu rafiki yangu, huyu rafiki yangu kwa sababu mimi na yeye tunaendana mambo yetu na huyu mwanamke nampenda kwa sababu eh, mashaallah, sijaulizia kabila hapo bado, mimi nimemwangalia mwenyewe. Nendeni mkaishi na miziki hiyo, ili tutengeneze Tanzania ambayo ni ya kwenu, ya miaka 30 ijayo. Naamini kwamba kongamano hili limejieleza lime katika hatua hizo. Naomba nikupongeze sana Suraya na ushuhuda wako duka lako la vijora. Naomba niwapongeze wale wenye kiwanda cha sembe, lakini nimpongeze Aaron na kile kiwanda chake cha, wamekusanyika vijana wa chuo kikuu wameenda kutengeneza kiwanda chao wenyewe. Hongereni sana nyinyi, mmetoa mwelekeo kwamba sio wote tutakaa kwenye ajira, wengine wataenda kwenye kilimo, wataenda kwenye mambo mengine hango yako mengi ambayo tungeyasema kama kuna ambayo yamebaki, tutayatafutia muda na wakati na fora mingine. Nawashukuru sana umefurahi sana kusema na nyinyi.